na tunaondoka leo watu 215 viongozi wa kata, viongozi wa jimbo, viongozi wa matawi, lakini na wanachama. Tukuhakikishie Mheshimiwa Zito Mwami, tunakwenda kuifanya kazi. Ninao uzoefu, nina miaka 28 nikifanyia cha nikikifanyia kazi chama hiki Nimekuwa na nafasi mbalimbali mbali katika chama hiki cha CHADEMA na ninamalizia nikiwa katibu, na leo nasema rasmi kwamba nimejivua nafasi zangu zote za uongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Nimepanda tanga jipya la ACT Wazalendo. Niwaombe oh, yeah. ndugu zangu niwaombe ndugu zangu Tukashikamane sasa, tufanye kazi ya chama cha ACT Wazalendo.